Kufuatia kauli zilizotolewa na viongozi wawili, mmoja akiwa rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS Boniface Mwabukusi na mwingine akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini Tanzania ambayo kitaifa imefanyika huko jijini Dodoma, Askofu Bagonza ameibuka kufuatia kauli za viongozi hao wawili. Katika kauli zilizozungumzwa hii leo, daktari Nchimbi amesema si vyema kuendelea kuzungumzia iliyojiri Oktoba 29, huku Mwabukusi akisema viongozi wasizungumzie yanayotonesha mioyo ya watu na wanapaswa kukaa kimya kama hawana cha kuzungumza. Kufuatia kauli hizi Askofu Bagonza amesema kwamba siku ya sheria, asiyokumbuka atarudia makosa. Kila mwaka tarehe 2 Februari huwa tunaadhimisha siku ya sheria. Hata mimi sijui ni kwa nini tarehe hii, lakini huwa napenda ili nipate fursa ya kuwasikia wanasheria na wanasiasa wakidanganyana. Kila mwaka kuna uongo mpya na tafakali, rais wa wanasheria wetu kasema viongozi wa kisiasa wawe waangalifu katika matamshi yao kuhusu kilichotokea Oktoba 29, 2025. Kuongea bila hekima kunatuonyesha mioyo ya watu na kuligawa taifa zaidi. Mgeni rasmi makamu wa raisi akamuunga mkono kwamba tuache kusema yaliyotokea, kwa sababu inatonesha vidonda vya watu. Hawa watu wawili wanaongelea jambo moja, lakini wanategeana. Mmoja anataka kumbukumbu kumbu, lakini isemwe kwa hekima, mwingine hataki kabisa isemwe. Mi nadhani tunahitaji kumbukumbu. Ndiyo maana kila mwaka tarehe saba mwezi wa nne tunakumbuka kuuawa kwa hayati Amani ya Abeid Karume tunamtonesha nani? Kila tarehe kumi na nne mwezi wa kumi tunakumbuka kifo cha yanti Julius Kambarage Nyerere, tunamtonesha mjaruo yupi? Tuna siku ya mashujaa, Maji Maji, kifo cha Sokoine, kifo cha zimio la Arusha na kifo cha mfumo wa chama kimoja kilichozaa vyama vingi ndani ya kimoja, tunamtonesha nani? Sasa tukitaka watu wasitoneshane, itabidi kwanza ahadi ya kuunda tume ya maridhiano iachwe ili tusitoneshane. Tume ya Jaji Chande iishie hapo, maana itatutonesha. Waliojichagua na waliochaguliwa waachie ngazi, maana wakibaki wanatutonesha. Familia zinazodai miili ya ndugu zao ziache, maana zinatutonesha. Walioshikiliwa mahabusu na zile nyumba salama waachiwe haraka, maana wakibaki huko wanatutonesha. Siku zote za mapumziko ya kitaifa zinazotukumbusha mabaya zifutwe. Maana unajua Wajaluo huwa wanashambulia sana na funza, ni njia ya kuwasaidia huwa ni kuwatonesha mpaka wanatoa damu. Baada ya hapo wanajifunza usafi na kuacha kushambuliwa na funza. Omera Odulo Juan na Odinga priest, tunataka mtoneshwe ili mjifunze kutorudia makosa. Tungeni hata wimbo mpya wa taifa la Wajaluo, mweke mstari usemao Oktoba 29 haitarudiwa tena.